Ndugu zangu huku nje kuna matatizo. Tulimkuta mama pale Ruangwa ana miaka themanini, mtoto wa kumzaa mwenyewe ameuza nyumba ya mirathi, lakini Samia Legal Aid, hey, masaa mawili aliyenunua nyumba alisalenda, mtoto alikili, mama akarudishiwa nyumba. Mama yule ukimkuta leo ni kijana kuliko mke wangu. Kwa hiyo hii Samia ligo ina maana kubwa na ndio maana kuna utawala bora. Nyinyi ndio mnaokwenda kutawala. Mkitawala nendeni mkatawale kwa haki, isifike mahala unataka kumbagua mtu kwa sababu za kijinga. Ukitoka kwenye utawala bora, kuna utatuzi wa migogoro. Iko migogoro mingine haina sababu ya kufika mahakamani. Nyinyi madiwani, nyinyi wenye viti, nyinyi wajumbe, mnaweza kukaa mkatatua tatizo. Mahakamani njoo urudi, njoo urudi, kesi ya kutatua leo inakaa miaka mitatu. Nendeni mkatatue migogoro, mingine haina sababu.